Watu wote wa majiji, majiji yote, majiji yote, msichukue bidhaa za raia, msichukue bidhaa za raia. Hizo bidhaa ndio ofisi ya raia wetu, usichukue bidhaa hata kama ana jambo ambalo linahitaji kuelekezwa kuhusu masuala ya utaratibu, tushughulikie jambo linalohusu utaratibu, bidhaa yake aachiwe. Bidhaa halali aliyonayo mtu aachiwe bidhaa, hiyo ni mtaji, tusiwe mitaji ya watu. Huu utaratibu wa kuchukua bidhaa haukubaliki na, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, na mkuu wa wilaya. Wa wilaya mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya wafuatilieni wale waliochukua bidhaa hizo, warudishe. Kama wamepotea nazo, ni wezi kama wezi wengine. Kama raia amekosea kuwa mahali, bado haikupi wewe uhalali wa kuchukua zile nise bidhaa zile za kwako. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Tusicheze na mitaji hii, mitaji ni ofisi ya mtu kutumia si nini, nini, beba amekaa hapa beba nini beba wali beba nini? Haya, haya kubali, hii ni mi mitaji ya watu, hizi ni ofisi za watu. Ofisi mm-hmm. lazima ziheshimiwe. Tumesema hatutapiga vita umaskini kama hatutaheshimu sekta binafsi kama hatutaheshimu mitaji ya watu. Ndio hawa waliokimbia na, na, na, na, na a wa vijana watafutwe pale, watafutwe na ijulikane, huo mzigo wameupeleka wapi, wame wa wa kama wametokomea nao, wachukuliwe hatua kama wezi wengine. kwa ofisi ya jiji haikupi uhalali. Kwa hiyo nitumie swali hili kuambia na majiji mengine, msichukue mali za raia, na nitakuwa nafuatilia kila mkoa nakopita, nitakuwa natembelea maeneo waliko raia kila mkoa nakopita. Mama yetu hapendi uonevu, rais wetu hapendi raia aonewe. Rais wetu ni mtu wa haki, ndio rais ambapo baada ya kuapishwa alisema hata kama mtu amedaiwa kodi kubwa kuliko inayotakiwa arejeshewe. Wewe unakuaje huku mtaani, huku unapora una mali ya mtu, hili halikubaliki. Waambie jiji hao, watakuwa wanawajua, muulizeni hapo vijana, inawezekana anajua hata majina yao, anawajua eh, watafutwe, e, warudishe mali, na kama wametokomea nayo wachukuliwe hatua wanazochukuliwa wezi wengine.